Kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana rafiki yangu Profesa Kabudi kwa kuteuliwa kuiongoza wizara hii, na mimi siku niliona uteuzi wake niliamini kabisa kwamba anaenda kurekebisha mambo yote kwenye wizara hii. Na pia nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake anazofanya katika kuinua michezo nchini kwetu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 tuache na tuunde bodi ya ligi inayojitegemea. La mwisho, mwenyekiti, kwenye mfuko wa wasanii nimewaona rafiki zangu wasanii. Najua tatizo huko serikalini, huwa mnakurupuka, hamjui biashara. Tuna mipango mizuri ya pesa, lakini biashara hamuifahamu na tukitoa mawazo, mimi nimeshiriki sana kuzitafuta zile pesa, wanajua wasanii, tukitoa mawazo, ikifika muda wa pesa mnakurupuka na shule. Sasa hili ndio tatizo mheshimiwa mfuko wa sanii pesa alizotoa mama Samia, leo tukiuliza kuna shilingi ngapi? Hao mliowakopesha wamerudisha shilingi ngapi? Wako hapa kuchukua hela leo, wengine na kuoa, kununua magari, starehe zingine zimewaua na kuwaua. Badala ya kuwapa watu wanaoandaa filamu wanaoandaa miziki, maprodusa, nyiye mnaenda kuwapa watu wanaoonekana kwenye TV kwa kuangalia shape. Hii haifai, pesa yote imeisha, wako hapa, tuwaulize Halafu tunaanza kuwasingizia, masharti yamekuwa magumu, mpaka mlete hati. Hakuna pesa inatoka kirahisi, pesa lazima iwe na masharti ili tupate marejesho. Hatuwapi hela ya kwenda kula. Badala ya kuwapa watu wanaoandaa wanao wanao filamu, msanii anayeonekana kwenye TV, wengi wao wanamalizana na maprodusa, wanalipa keshi yake anaondoka. Badala ya kuwapa wale waandaaji wa mziki, kuwapa waandaaji wanaoandaa filamu, mnaenda kuwapa watu wanaoonekana kwenye TV. Niambie Mheshimiwa Spika, kwenye taarifa yako, yale mamilioni hamsini, arobaini tuliyotoa, kuje nayo majibu. Wangapi wamerudisha? Hata mmoja. Na anazifanyia nini? Na tukakagua biashara zao, wote wamenunua kuruga, wamenunua alfadhi, zimeisha zote, hamna hata mia. Sasa mngetuchukua tukawashauri, tuliozoea maisha ya kitaa, leo hii tungekuwa na wasanii mabilionea, kwa sababu ukimwezesha mwandaaji ni sawa umemwezesha yule anayeonekana kwenye TV. Kwa hiyo niombe sana mheshimiwa, ukija hapa kuja na majibu yanayoeleweka. Mwisho, nampongeza sana mheshimiwa rais, na naendelea kuwaombea Simba wakafanye vizuri. unapoenda kuiwakilisha nchi kwenye fainali, sisi wote tunaungana kama taifa moja, na serikali iangalie ndege, na kama kuna nafasi na mimi naomba lifti kabisa, natanguliza nikashangilie. Nakupongeza sana Profesa Kabudi, wewe ni mzee mwalimu wa kitivo cha sheria mbobevu Nina imani irekebisha hii, hii, hii wizara. Ninajua wewe ni mwalimu mzuri. Sidhani kama utafeli. Ukifeli, kama kuna kitu kinakusumbua, mimi nipo naweza kukushauri bila malipo. Nakushukuru sana. Asante sana mheshimiwa Spika, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Joseph Kasheku Musukuma. Mheshimiwa Francis Kumbandulane. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami leo niweze kuchangia katika taarifa hii ya bajeti au hotuba ya bajeti ya wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Awali ya yote, napenda nimpongeze mheshimiwa na kumshukuru mheshimiwa Rais wetu kwa jitihada kubwa anazofanya na uwekezaji mkubwa anaofanya katika sekta ya michezo, utamaduni sana na sanaa, lakini pia Nikupongeze wewe mzee wangu Profesa Paramagamba Kabudi kwa kweli, unaiongoza vizuri wizara hii kwa ushirikiano mkubwa unaopata kutoka kwa naibu wako waziri Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma pamoja na katibu mkuu Gerson Msigwa pamoja na naibu katibu mkuu Metusela Metusela. Pia ni, vipong, nizipongeze taasisi zote ambazo zinasimamia michezo yetu na sanaa na utamaduni pamoja na habari kwa kazi kubwa inayofanya katika kuboresha eh, tasnia zote ambazo ziko chini ya wizara yako mheshimiwa waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi leo ningependa nichangie upande wa michezo, na hoja ya kwanza kwa kweli ningependa kama nilivyosema hapo mwanzo nimempongeza Mheshimiwa Rais, na kwa kweli rais wetu ana anastahili pongezi kwa sababu ku, ku host chan mwaka ishirini ishirini na nne Afcon 2027 kuwa na timu zetu ambazo zinafanya vizuri under 17 za mpira wa miguu under 17, under 20 kwenye gofu kwenye cricket, eh, kwenye women's football ya Afrika kwa kweli ni, ni, ni, ni hatua kubwa ambayo imefikiwa na mimi nilikuwa na pendekezo wa wa wa tuzo mbali mbali, kwa kuwa mheshimiwa rais wetu ameshirikishwa katika kutoa tuzo mbalimbali kwa wasanii wana michezo na wadau wengine wa, wa, wa, wa tasnia ambazo ziko chini ya wizara hii nilifikiri mheshimiwa profesa Kabudi, mzee wangu, tuandae tuzo kwa mheshimiwa rais pia katika kumtia moyo kuendelea kuzisimamia tasnia hizi na kuhakikisha uwekezaji unakuwepo mkubwa katika maeneo haya. Lakini mheshimiwa e, mwenyekiti, ningependa pia ni ipongeze klabu ya Simba ambayo imefikia hatua ya kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika lakini sana sana nimpongeze pia eh, mheshimiwa Mo Deuci, ndugu Mo Deuci kwa uwekezaji mkubwa ambaye amekuwa akiufanya katika klabu ya Simba na hivyo kuiwezesha kushika nafasi ya nne katika ubora barani wa Afrika katika vilabu vya Afrika. Lakini pia Simba, mafanikio ya Simba yameifikisha taifa letu kuwa na ligi namba nne. Msukumo mkubwa umetoka Simba na mapinduzi makubwa katika soka la nchi hii yametokea Simba kutokana na uwekezaji wa mo Deuji. Siwalazimishi wana Simba wajenge sanamu kule mo arena Bunju, wala pale kwenye klabu yao ya Msimbazi, lakini nafikiri wanaweza wakafanya jambo hata kumpa tuzo mheshimiwa Deuji. Nasema mheshimiwa kwa sababu alishawahi kuwa mbunge katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mimi nilikuwa na jambo siku ya tarehe nane mwezi Machi, tulitarajia kwamba kungekuwa na mechi ya ligi kuu mechi namba 184. Mechi hii ilifutwa, lakini baada ya kufutwa jana, tumepata tume taarifa kwamba imepangiwa kuchezwa tarehe 15 mwezi Juni, lakini nisikitike kusema mamlaka zetu za mchezo wa mpira wa miguu hazijatupa hazijatutendea haki yoyote, kwa sababu hawajatupa taarifa yoyote kwamba kilitokea nini mpaka kupelekea mechi ile isichezwe siku ya tarehe nane. Lakini pia hatujapewa taarifa ni hatua gani zimechukuliwa kwa wote waliohusika na mechi ile kuto kuchezwa tarehe nane. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri, pamoja na kutangaza tarehe 15 mechi itachezwa mwezi Juni tunatakiwa tufahamu nini kilitokea na hatua gani zimechukuliwa, lakini pia hii itapelekea kuhakikisha kwamba matukio yasiyokuwa na afya katika mchezo wa mpira wa miguu ya yatokee tena siku zijazo. Na nataka nikuambie, Mheshimiwa Mwenyekiti, timu zetu za Simba na Yanga ni timu maarufu sana Afrika Mashariki na Kati. Kuna wakati fulani nilisafiri kwenda Bujumbura, nikafika mtaa mmoja unaitwa Buyenzi. Siku hiyo mechi ya Simba na Yanga ilikuwa inachezwa, timu moja ikafunga goli, mtaa wote ulishangilia, utafikiri huko Kariakoo jijini Dar es Salaam. kwa ni timu zenye hadhi kubwa na mambo yetu yanatakiwa yaende kikubwa. Kikubwa la mwisho ambayo ninapenda kulizungumza ni kuhusu taasisi simamizi ya viwanja, niombe wizara ni, ni yetu ya sanaa, utamaduni, habari na michezo iteue watu makini kwenye hii taasisi ili hivi viwanja vyetu viweze kusimamiwa vizuri. Serikali imetenga fedha nyingi na inakarabati kwa kutumia fedha nyingi na kujenga viwanja. Kienda pale Benjamin Mkapa ukarabati unaendelea, lakini ukienda kule Zanzibar Kizimkazi matengenezo wa ya uwanja yanaendelea na viwanja vingine ambavyo vitatumika kwa ajili ya mashindano mbalimbali ikiwemo mashindano ya Afcon mwaka 2027 20, 20, 20 k nilikuwa naomba hii taasisi simamizi iteuliwe watu madhubuti, sio kama wale ambao wametuletea aibu siku ile ya mechi ya Simba na Almasri uwanja ukao au chezeki mpira unogi kabisa pale uwanjani. Lakini tumeona hata siku ile ya tarehe saba ina, ina, inadaiwa kwamba kulikuwa na watu wameingia wanazuia watu wengine kufanya mazoezi na kadhalika, lakini TFF nao katika vile viwanja ambavyo vinatumika kwa ajili ya mchezo wa mpira wa miguu kwa, kwa ligi mbalimbali ambazo zinatambuliwa na TFF watoe mafunzo kwa watendaji watakaopatikana kwa sisi, kwa taasisi simamizi, watoe mafunzo kuhusu zile kanuni za mchezo wetu wa mpira wa miguu na michezo mingine, wapewe mafunzo ya kutosha ili kuhakikisha kwamba basi hivyo viwanja vinasimamiwa vizuri, ili fedha nyingi ambazo zimewekezwa katika hivyo viwanja ziweze kuleta tija na ufanisi kwa michezo yetu yote hapa nchini. Baada kusema anasema, naunga mkono hoja. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Mariam Kisangi. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye